Kama ulivyosema katika hitimisho langu, umeshauri mamlaka rais ateue, lakini akitaka kutengua au akitaka kubadilisha, bunge lifanye, bunge lipewe taarifa na lijadili. Mimi nadhani hoja hii, Baba Askofu, ni hoja ambayo inapaswa wewe kuipeleka bungeni na kuirudisha tena bungeni kwa sababu bunge ndiye lenye mamlaka ya kutunga sheria. Umezungumza kuhusu mishahara ya wanajeshi, maslahi, hivi vitu vyote vinapita bungeni, ambako wewe ukija kuongea na waandishi wa habari ulijivua nyadhifa zako zote. Nadhani moja kati ya maswali waandishi wangekuuliza ni hilo, kwa nini hukushawishi bungeni haya unayoyataka yafanyike. jeshi letu lipewe nafasi ya kufanya miradi mikubwa. Jeshi linafanya miradi mikubwa. Leo ukienda Suma JKT, Suma JKT ya taifa ni kukifanya kilimo kiwe sehemu sasa ya kuboresha na kuimarisha maisha ya Watanzania, kutoka kuwa na kilimo kile chakula, tufanye kilimo cha biashara. Nenda Chita JKT wana mashamba ya mpunga wanamwagilia mpaka kwa zile drone zile. Nenda Ruvu JKT, nenda maeneo mbalimbali, jeshi letu liko kwenye miradi ya kuzalisha mali. Sema tu kiwango kinachofanywa sio kama kile cha jeshi la Misri na majeshi mengine makubwa, na sisi, safari ni hatua, tutafika huko. Mimi nimeona uchungu wako, nimeona ulichokiongea. Nihitimishe na mimi kwa kushauri sasa kama ambavyo wewe umetumia nafasi yako ya ushauri , naomba na mimi nitumie nafasi yangu kwa kushauri. Na mengi sana ulisema, una orodha ya majina themanini na tatu. Mimi nina orodha hapa ya tangu Mwalimu Nyerere, lakini pia nina nina orodha ile uliokuwa nayo wewe ambayo wenzetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliitoa, waliitumia, na mpaka familia za wale watu zikaenda kuongea his... kuwa nayo tayari, wenzetu isema, tayari wa Chadema walishaisema taarifa ulizokuwa nazo tayari, Mheshimiwa Rais alishazitolea maelekezo Man sononeko yako tayari. Chama cha Mapinduzi kilishaelekeza kupitia taarifa ya balozi Dr Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa chama. Yote uliyoyaongea katika presi yako ya kwanza yana majibu, yalishajibiwa, lakini ulikuwa na nafasi ya kupata majibu mengine zaidi, kwa sababu katika nafasi yako ya ubunge unakutana na waziri wa mambo ya ndani, unakutana na waziri wa ulinzi nilitamani hawa ndio wawe watu wa kukupa taarifa na taarifa zao nadhani zingekusaidia sana. Sasa mimi nimalize, nihitimishe kabisa. Mi ni msemaji, naongea. Na kama ujui askofu, mi nilikuwa msemaji wa Yanga, huwa nikiongea naongea kweli kweli nami kwa nafasi yangu, lakini pia nilikuwa huku kwenye media, huku najua how to create news. najua kuandaa habari, kutengeneza habari, proximity, accuracy, 5W plus H, punchline. nimeishi huku na kama ulikuwa hujui, mimi ndo nilikuwa mwandishi bora wa Tanzania wa kwanza tangu tuzo za umahiri wa uandishi wa habari zianze kutolewa na wenzetu wa Media Council of Tanzania, MCT. Mimi ndo nilikuwa namba moja Tanzania nzima, nikipata tuzo tatu. Kwa hiyo kwenye uandishi huku kidogo na mimi nimo. Tunaweza tukaongea sana muda mrefu, mimi nihitimishe tu kwa kushauri, kwa kukushauri. Cha kwanza ushauri wangu baba Askofu, kama ambavyo umeishauri serikali, na mimi nadhani naweza nikakushauri, ni muhimu sana baba yangu kujifunza kutambua nyakati na majira tuliyonayo sasa. Wewe kwa upande mwingine ni kiongozi wa dini, na katika vitabu vyetu vitakatifu, Biblia, wamezungumza sana kuhusu nyakati na majira. Yako majira nyakati na majira ya kupanda, yako nyakati na majira ya kulima Hebu angalia maneno yako unayaongea kwa nyakati gani? Na kwenye hoja yangu hii ninayokushauri, maneno yote uliyoyaongea juzi ulikuwa na nafasi ya kuyaongea bungeni, kama sio kuwasha mike ukaongea, tukakusikia. Ulikuwa una nafasi pia ya kuchangia kwa kuandika, kama anavyofanya Luhaga Joelson Mpina mbunge wa Kisesa, lakini ulikuwa na wakati mzuri sana wa kuyaongea haya yote katika vikao halali vya chama ambavyo wewe ni mjumbe mzito. Kweli mi ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa, ambao of course ndio mkutano wa mwisho wa kimaamuzi, lakini wewe una vikao vingi zaidi yangu. Mimi lakini nataka kuamini kama umeongea, walikupa majibu. Nataka kuamini kabisa na kama hutaki kuaminiana, na mimi kwamba ulipewa uliongea na ukanyimwa majibu, mimi nitayatafuta walikujibu nini kwenye vikao. Najua kama uliuliza ulijibiwa. Utaratibu wa Chama cha Mapinduzi, kila swali linalouliza linapewa majibu. Utaratibu wa Bunge, kila swali linalouliza, spika anatoa muda kwa mawaziri kwenda kuandaa, kutafuta majibu ya hoja na majibu ya kama uli ulipata nafasi ya kuuliza. Katika hii hoja yangu ya kukukumbusha kutambua majira na nyakati, niko hapa kukukwambia huu sio wakati wa kuanza kutengeneza drama za kutuondoa kuelekea uchaguzi mkuu. Huu ni wakati taifa linatakiwa lijielekeze kwenye kujiandaa kuchagua viongozi mapema mwezi Oktoba. Haya ndiyo majira tuliyonayo sasa hivi, hatuko kwenye majira mengine baba, tuko kwenye majira ya kujiandaa kumtafuta rais wa Tanzania, tuko kwenye majira ya kujiandaa kuwatafuta wabunge na madiwani. Sasa hivi tuko retreat. Ndio maana unaona tume imeanza zoezi la kuandikisha. Ndio maana umeona Chama cha Mapinduzi kimeanza kujipanga. Ndio maana umeona wengine nao wamekwenda na no reform no election, ndio maana unamwona Hashim Rungwe naye anaendelea kusajili watu wakula ubwabwa. Haya ndio majira na nyakati zake, tusitengeneze hivi vitu kwa sasa baba. Najua kama raia, ndio maana ulitoka ukajivua kofia zako ili upate nafasi ya kuongea, lakini bado niko hapa kukwambia haya siyo majira yake, lakini niko hapa kukukumbusha wewe ni mbunge wangu cheo cha ubunge umekipata kikatiba, huwezi kujivua cheo cha ubunge kwa muda ili uongee na vyombo vya habari. Baba yangu, listen to me, listen to me, nisikilize tu kwa unyenyekevu, naongea kwa lugha nyepesi. Baba yangu, ulivyokwenda kuomba ubunge, ulikwenda kufunga mkataba, ulikwenda kufunga ndoa. Sisi wa Kristo baba, ndoa ni moja tu, hakuna kuachana. ukienda kanisani ukilalamia kwa mlango ambaye, vumilieni ndo ulisema katika shida na raha Ninaamini katika hili huwezi kujivua nafasi yako ya ubunge hata dakika moja, kwa sababu bado ni mbunge. Na hata kama ukitaka kujivua, basi tusaidie kutoa maelekezo kwa Spika, ile siku mbili umejivua basi aminya na posho, japo najua wewe una hela, huhitaji posho na uko limited. Ushauri wangu wa pili kwa sasa unajitokeza huku ukijivua nyazifa zako. Mimi nakushauri tu kwa unyenyekevu, nimetazama press conference yako, ulishika orodha. Naomba nisikilize sana hapa, naomba nisikilize vizuri hapa, baba yangu, ulishika orodha ukasema una majina ya yeah, majina kama themanini na kitu. Na katika orodha ulioshika ukasema hii ni kuanzia mwaka 2024. Nataka nikushauri kama una jambo na Rais Samia, mfate, omba kuonana naye, mfate mwambie, mama, mimi na jambo na wewe. Hiki unachotengeneza ni kumshambulia Rais hadharani. Hivi baba, kwa busara tu, ili usionekane unamshambulia Rais Samia ulishindwa hata kuchukua orodha basi ya majina kuanzia kule kwa Magufuli, kwa Kikwete, kwa Mkapa. Kwa, kwa mkapa Mkapa, kwani umesahau wakati wa uchaguzi ngunguli na ngangali umesahau? Kuna wenzetu wa Zanzibar walikimbia wakiwa wanaenda Mombasa, helikopta ikawafata sijui kule kwenye maji, walifariki ndugu zetu wengi tu. Hivi e, si ungebeba basi hata na hiyo orodha ukasema jamani, nataka kuwatambua hata wale ambao walipata changamoto wakafia kwenye maji, wai ubebe orodha ya elfu mbili na ishirini na nne. Unamtafuta nini rais Samia? Nataka nikwambie, nataka nikushauri mzee, nataka nikushauri kwa hekima na busara. Tunajua rais ni binadamu kama ulivyosema, anakosea. Tunajua rais naye kuna saa anahemewa, lakini mzee, sisi tuko kwa ajili ya kumlinda rais wetu, sisi tuko kwa ajili ya kumpigania rais wetu. Leo nimekuja kukwambia hebu kaa sawasawa, naogopa kukujibu nitakukosea adabu. Naogopa kushindana na wewe kwa sababu najua mashindano yako, najua unapenda mashindano, najua umeshashindana na watu wengi sana huko ulikotoka. Mimi sitaki kuingia kwenye mtego wa kushindana na wewe, niko hapa tu kushauri. Kama kweli umediriki kujivua nafasi yako ya ubunge, kujivua nafasi yako ya uaskofu kujivua nafasi yako ya ujumbe wa kamati mbalimbali mbali za CCM na ukasema unakwenda kuongea kama raia kwa lengo tu la kushindana na Rais Samia. Biblia inasema Biblia inasema yatupasa kutii mamlaka, maana mamlaka hii yatoka kwa Mungu, na wewe unajua huu mstari. Hata kama rais wetu ni wahovyo kiasi gani, lazima tumtii. Kazi yetu ni kuomba kwa Mungu, na nadhani kwa nafasi yako kabla hujajivua kofia ya uaskofu wa makanisa ya Uzima na Ufufuo ulipaswa usimame kwenye dhamu yako kama ambavyo umesimama kwenye dhamu yako ya kutumia haki yako ya katiba na sheria ya uhuru wa kuongea. Nilitamani sana usimame kwenye nafasi yako kama askofu kumwombea Rais Samia. Nadhani badala ya kuongea sana, nadhani ungetumia nafasi yako kumwombea raisi, hata kama basi kuna lolote unahisi lina analifanya kwenye haya mambo, hebu geuza basi, hebu geuza hilo wingu, hebu omba, hebu omba kama unavyoomba kufukua misukule, hebu omba kama ulivyotuahidi utamfufua Kanumba, hebu omba, tuombe baba, hebu tuombe, tuombe, tuombe, tuombe. Inawezekana kwenye maombi baba utekaji ukaisha, inawezekana kwenye maombi tukaomba damu zisimwagike, inawezekana kwenye maombi tukaomba kila kitu kikaenda vizuri, inawezekana kwenye maombi tukaomba mabomba yakatoa asali na maziwa, inawezekana kwenye maombi tukaomba mbingu ikashuka, uwepo ukashuka, mtu anaetaka kuchukua kisu na panga akashindwa kwa jina la Yesu. Inawezekana tukiomba baba. Mbona mnaombea watu? Mbona mnawapa watu mafuta ya upako? Mbona unafukua? Ulikuja kwangu iku, Ikungi, uka ee, misukule ikatoka, ikatoka, ikatoka. Kama tunatoa misukule leo, kwa tunashindwa kumwombea rais wetu tunashindwa kuombea vitendo vya utekaji viondoke. Biblia inasema hakuna jambo gumu Mungu alisoliweza, hakuna jambo Mungu asiloliweza. Nawe ni askofu wetu, unajua unajua kabisa, hakuna jambo Mungu. Hivi kwa nini usiombe? Kwa nini unatumia muda mwingi kuzunguka kumnanga rais, kumsema rais, kumbagaza rais? Hivi kwanini unatumia muda mwingi muda mwingi kusema, kusema? Kwa nini usitumie muda mwingi kuomba? Hey, shandarika baba, sijui niseme nini mimi. Sitaki kunena kwa lugha Sitaki. baba yangu Gwajima, niko hapa kukushauri. Muda unaotumia kumsema rais wetu, tumia muda huu kuomba. Biblia inasema na haja zenu zijulikane mbele yake Hey, listen to me. Nisikilize bwana. Nisikilize na mimi ni nikupige injili. Nisikilize na mimi nikuhubirie ni na ni nina nafasi ya kukuhubiria mzee Gwajima. Sikiliza. Mungu anasema na haja zenu zijulikane mbele yake, sio kelele. Lete haja yako, twende kwa Mungu, tumwambie Mungu haja yetu, ni vitendo vya utekaji viishe. Mungu anasema njooni kwangu tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Nini tumefanya kwa Mungu asichoweza kulirehemu taifa la Tanzania? Tumekosea wapi tumekosea wapi? Mungu asitusaidie kama taifa la Tanzania? Tumetokea wapi? watu kama kibao wasife tena. Tuko wapi viongozi wa dini? Tuko wapi? Gwajima umefanya press conference, umejivua waskofu wako ili umnange Samia, oh no way out. Tutasema, mimi I don't care. Nilipata heshima kwa taifa hili mimi, mchaga wa Machame nimezaliwa familia duni, nikasoma nikawa uko huko nimepata nafasi ya kuwa mkuu wa wilaya, nimetumika miaka yangu mitano, nikapewa na kabonasi, nimemaliza, nimekwenda kusoma. Nisisimame kumtetea rais wangu? Hapana, nitasimama kumtetea, lazima nilipe fadhila na shukurani za mimi kuonekana. Samia aliingia madarakani, nilikuwa Arumeru. Samia alinitoa Arumeru akanipeleka Ikungi, alinipa heshima, aliniheshimisha. Na mimi leo lazima nimuheshimishe, na mimi leo lazima nimwambie mama, hapana, watanyamaza wote Sio mimi, nimenufaika na serikali kama ufaika na amani iliyopo kama ulivyonufaika na amani iliyopo. Nikikuona kwenye ile hama yako hama lile ukizunguka, unazunguka kwenye amani, uzunguki kwenye damu za Watanzania ukiliendesha lile. Baba yangu Gwajima, umesahau ulifanya mikutano nchi nzima? Twendeni kwenye YouTube, twendeni kwenye Instagramu ya Gwajima. Alizunguka nchi nzima, ulipita kwangu Ikungi ukashika hivi, tukazungusha hivi, zungusha Samia, Samia, Samia, Samia, Samia, Samia. Tukazunguka tukaimba Samia, Samia, Samia. Klipu zipo, labda uzifute leo Instagramu yako. Ulizunguka nchi nzima kuwaaminisha watu kwamba Samia ni rais mtendaji, na ukasema huyu ni rais tumepewa na Mungu. Leo Mungu gani? Kwanini Mungu ametupa kisogo? Kwanini Mungu ametuacha? Kwa nini Mungu ametuacha? Hebu tumgeukie Mungu kama ulivyosema. Ulitoa mfano wa Abduli ukasema hivi, utajisikiaje kama Abduli akitekwa au Abduli akikamatwa? Hakuna mtu anayetaka mtoto wake akamatwe au atekwe. Hivi mimi niko hapa, nami ngoja basi ni seme hivi, najiulizaga sana, najiulizaga sana hivi, kwa nini tukienda kanisani tukitaka kujenga kanisa tunaambiwa tutoe sadaka, na Rais Samia anachanga, kachanga kwa Masanja, kwa kuani Musa, huko kwingine takwako, nadhani alichanga. Sisi tulichanga tukajenga kanisa hivyo. Sio kujiuliza, kwa nini muumini akitaka kujenga nyumba badala ya kanisa kumchangia kumjengea nyumba, linamwambia njoo tukuombee Ushkujiuliza kwa nini askofu akitaka kununuliwa gari na usharika waumini wana, wana, wanachanga na kununua gari, lakini muumini akitaka gari tunamwambia toa sadaka, kanyaga mafuta, chukua maji, nenda gari litashuka. Tuna changamoto zetu bana, kama taifa tujielekeze kumwombea rais, mimi niombe chama chetu cha mapinduzi najua katibu mkuu alishatoa maelekezo, najua katibu mkuu alishasema. Kwa sasa, askofu, ninakushauri kwa sasa, ninakushauri mimi nikiwa mkazi wako wa Kawe, jimbo la Kawe, mimi nikiwa muumini wako katika Kristo, mimi nikiwa kijana wako unayenipenda, nikuombe una nafasi ya kumuongelea rais, una nafasi ya kuongelea wanasiasa, lakini kwa sasa kwa kuwa tunakwenda kipindi cha lala salama, yaani hii kama ni mchezo wa Simba, hii ni second leg, ni fainali ya mwisho ya pili, tunakwenda kumaliza uongozi. Ni kushauri, rudi jimboni Kawe ukatoe majibu kwa wananchi, rudi jimboni Kawe ukaweleza wananchi kwa miaka mitano umefanya nini. Rudi jimboni Kawe, jinsi nguvu uliyoitumia ya kufanya mkutano na waandishi wa habari, naomba utumie nguvu hiyo hiyo, sio kutengeneza michuano ya rede jimbo la Kawe. Hapana, twende tukajibu hoja za wananchi. Mimi nadhani una jambo la kufanya Kawe, usijivue ubunge sasa, kwa sababu bado ni mbunge usijivue ubunge sasa, kwa sababu bado wewe ni mbunge. Mimi nakushauri turudi Kawe tukajibu hoja za wananchi, tujibu Kawe, turudi Kawe tukawaeleze wananchi zile boti za uvuvi pale Kawe ziko wapi. Turudi Kawe tukajibu wale vijana tulisema tutawapeleka Ulaya wamekwenda lini, wamerudi lini na wamesoma nini? Mimi nadhani turudi Kawe ukatuonyeshe greda ambalo umenunua kwa ajili ya kuchonga barabara zetu kule. Hebu turudi, sisi wananchi wako tuna jambo na wewe huku, tutoke sasa, turudi turudi kule tukawaeleze wananchi tulichofanya. Mimi nataka nikwambie, mimi mwenyewe nina shida na wewe, turudi kule nyumbani. Na mwisho, umesema, najua nimeongea haya watajitokeza mzee, mi nimejitokeza na umesema ukirudi, umesema kwenye presi yako, kwamba ukirudi utarudi kwa kwa nguvu, kwa sababu una mambo mengi mazito. Mi ndo hayo nayasubiri. Alafu ombi langu la mwisho, ikikupendeza ikikupendeza, unaporudi awamu ya pili, ningependa wewe ukae kwenye podium hapo nami nikae kwenye podium hapa, alafu tufanye live. Ile live, wewe utalipa nusu, mi nitalipa nusu, alafu tukae tuwaeleze wananchi tuna nini cha kuwaambia. Usirudi mwenyewe, mimi nakuomba kabisa, kama kweli una nia njema na Rais Samia, usirudi mwenyewe, rudi na mimi. Mimi niko nimemaliza kusoma sasa hivi, nafanya tu thesis yangu, kwa hiyo na muda, nipo nipo nipo mjini, na muda unapotaka kurudi, usirudi mwenyewe. Umesema kabisa una mambo magumu, una mambo